Kuna msanii ameanza kufanya kazi tayari. Tayari kashaingia kwenye kazi. Kuna msanii ameshaanza kuuza mchicha huyu hapa. Wale mboga mboga mboga mboga. Jamani mchicha tembele. Eh, wale wa asubuhi mama. Wakuchukua jamani kai che. Kuuza mchicha na matembele, yani yani binadamu wote tutapitia hiyo situation. Naelewa? Alafu kwa situation ya sasa hivi nchi yetu tulipofikia, mimi naweza kuuza mchicha 3000 na mtu akanunua. Sikuigundua mwanzo. Akati mimi nitakiwa niwe kama shishi kama nani mjasiria mali niite mchicha huko nije kuuza daa kwa bei na utaka mimi na watu wakanunua, kwa sababu ni amba, but it's too late. Lakini I'm not late, kama ujakata tama. Anauza mchicha kasha ingia kazini, na hivi ndo tunavyotaka sasa. Muingie kazini mfanye kazi, sio kila muda eh, sio kila muda mnakatika katika mtandaoni, mnakatika katika, mnaonyesha mapaja baada ya maziwaziwa hapo Ujinga, muingie kazini na hata ikitokea mnaingia kwenye kuimba, muimbe vitu vinavyoeleweka tunataka hivi. Kuna akina kasongo bado wabishi, mtafanya kazi tu, mtafanya kazi, mtafanya tu. kashaanza kufanya kazi mwenye bado nyinyi, lazima mfanye kazi, lazima muingie kwenye kazi. Mnamjua kupika ila, na wewe unazingua bwana eti mchicha, hata nikiuza 1000 kwa sababu mimi ambalulu atanunua, yani 1000 hapo, kuna record kuna nyanya kuna mchicha sisi tunanunuaga jero hapo kuna mchicha wa jero kuna nyanya za jero kuna unga wa buku mafuta na kopa na kitunguu na kopa nimeshiba sijashiba kwa nini ninunue mchicha elfu tatu eti kwa sababu mimi ni ambaruni kwa hiyo kama wewe ambaruni wewe yani hapa kinachoendelea mtaani lazima na wewe ukiendeleze mchicha jero jero eti na wanaonunua elfu tatu hawana akili eti kwa sababu wewe tunakununua wewe we, tunanunua mchicha